Wanawake wapo so mchezo na mchezo na ndio maana wapo watu wanasema, wanatoa ushauri, sijui kama wamaana ushauri wao, sijui kusema. So kweli, jitahidi sana kuwatengeneza watoto wako wawe wazuri kwa kuwatafutia mama ambaye kidogo anamuelekea kama wewe mwenyewe unogi, umetafuta mke naye anogi, kuna hatari utatoa kitu zaidi. <laughs> Ha, chakurifi kinazidi. Jitahidi <laughs> kidogo kutulia, kwenye kuteua. Jitahidi kidogo, hata kama ukupata yule mia, lakini kidogo awe na nafuu. Unaweza hata kusema mkeo yuko api, Imamu Idirisa, unasema huyu hapa. Yani wewe mwenyewe kufuatana naye uwezi kwanza umemfunika funika vitu havijulikani, sanda si sanda, turubai si turubai na haki si Waislamu. Wakati mwingine tuambizane, jamani, tuwalishe vizuri wake zetu. Tunatia aibu, hasa sisi walimu Wakwa, tunatia aibu sisi walimu wa dini. Akikwambia anataka buibui la laki laki tatu, israfu. Inna Allaha la yuhibbul musrifina, hiyo aya hapa inaingia Mnogeshe mkeo acha ubahili, o mali sio. Unafanya uadari wa kuongeza wake na wawili na watatu, unawaweza? unaweza ile moja, hizi nyingine uwezi, hiyo moja. Oh, na sehemu nyingine unaapia tu <laughs> inshallah, siku yote mambo akiwa mazuri utaniona nivumilie tu <laughs> tuwajali wenyewe wanasema, hakuna mwanamke mbaya, Mungu hajaumba mwanamke laqad khalaqna linsana Mungu hajaumba mwanamke mbaya. Mwanamke anakuwa mbaya kutokana na mumewe, anamjali vipi na kumwendo. Binti ana miaka 30, kachoka, kama ana na miaka 62. Tunakosea na tutakwenda kushtakiwa siku ya Kiama. We unataka vitu tu sipati ananoga ya ya hii nayo, tuambizane maustazi. Kesi zimekuwa nyingi, shehe. Mimi napata kwa kalenda, napata kwa kalenda sawa. yeye j ye, anavaa ye, vizuri mwanamke, shekha, hata kumnunulia jiwe la kusugua mguu tunashindwa. Neti zinapasuka tu, ya mwanamke imepasuka, ina kama viwembe na wewe unaona, siku mkibadilishana vichwa kala kule miguu, kwa kikugusa, unasikia kama kimepita kiwembe chao. <laughs> Ustadhi unashindwa tamkeo kumtaftia jiwe ustadhi. Jamani, takullah, muogopeni Mungu. Hawa ndio tulizo la maisha yetu, tuwajali kwa kiasi cha hali zetu. Kila mmoja ana hali yake. Siku hizi kuna hii zimeingia hii siku hizi hizi panapana, wanavaa hizi elfu hamsini, arobaini, sitini, sabini, hizi zimeingia sasa hivi. Nini umulitaja juzi nini? We hujaoa umejuaje hizo abaya? Siku zimeingia hizo zipo, anaweza akavaa mwanamke wa Muislamu, akaongeza na hijabu nzuri, akitoka we mwenyewe unaona fahari, mkeo kavaa kapendeza, zimemstiri pasavyo. hivi vidira vidira vingine avae ndani akiwa anapika iftari. Mkeo anatokaje kavaa dira hivi vya siku hizi vya kuchomekea, vya vya wanaita vijela, sijui hivi vinini hivo. Shekhe, mke wa ustazi anavaa hivo kweli? Ingo, anatoka kweli? Anatoka Sheikh Rashid? Hapana, hapana, hii tutakusageni. Wanatakiwa watu wasome namna ya kupenda kutoka kwa nani? Waislamu ndio wanaongoza kupenda, namna gani unamjali mkeo Nyie ufundi kwa wake za watu tu, unatoa vocha elfu hamsini na unaomba radhi, mambo sio mazuri, lakini wake zenu msharaka, mwanamke asijute kukupenda wewe, asijute na hata siku kakukerwa. Na ukitokea umeteleza, ulimu umetamka neno baya, ntakuacha manake ili mwanamume asemili ili likimtokea mwanamume kateleza talaka wanadai nani? Yani, talaka nani? Mume atakiwa kutaja taja ndani ya nyumba neno talaka, mwanamume atamki nitakuacha nitakuacha. Na anasema mwanamume, limetokea siku umeudhiwa sana ukateleza nitakuacha, basi kuanzia hapo akose amani. Hivi nikiachwa kwa chuma hiki mimi nampata nani? namna unavomjali he. Mwanamume, unatokea siku bahati mbaya umetamka nitakuacha, anacheka kwa halo. Wewe unadhani ukiniacha mie he, babu we, jaribu uone. Yaani, wewe mwenyewe kuacha uwezi, una jipya kwa mkeo, una nini? Unafanya nini kwa mkeo? Aya, tuambizane ukweli, sie walimu wa madrasa. Lini ulimpa mkeo keshi laki moja akajifanya japo laki tu shopping? Lini ulifanya? Ah, nyime amanu nyingi msikitini

Shauri yenu tuachieni, tuna wasiwasi, ndio. Falamma jaahu Musa, alipofika kwa mzee Shaibu baba wa watoto wale. Wakassa alayhi alqasas, jinasu ishtiqaqiyo, wakassa alayhi alqasas, qassa qasas, jinasu ishtiqaq <laughs> wakassa alayhi alqasasa na akamsimulia yani, akam, yani yule mzee Shuaibu alimuhoji maisha yake na unatoka wapi sawa sawa, eh? Alipohojiwa Musa kasa alaihi madha, Musa akamsimulia stori yake, mimi nimetoka Masri mimi kadha, kasimulia wakasa alaihi lkasasa, wakasa Musa shuaiba elkasasa Musa akamsimulia mzee Shaibu stori yake, qala alipomsimulia, akamwambia najauta yaani, si ushatoka Misri upo huku tena Palestina. La takhaf. alimwambiaje? La takhaf. Ushavuka mwanangu, usiogope. Imeisha hiyo. Najauta minal qaumi dhalimin, kile alichokiomba kule Rabbi najini minal qaumi dhalimina, hapa mzee Shaibu anamwambiaje? Najauta minal qaumi dhalimin. Tayari umetoboa, ushanusulika, upo mikono salama.